Mimi huwa ninatambua kitu tunaita neema. Mtu mmoja aseme neema. Mimi ukiniuliza umefika hapo namna gani, nnakwambia ni neema ya Mungu, kwa maana hata vitu zingine, hata vile leo umevaa njudi ni neema ya Mungu. You are not special. it is by the grace of God. Leo kuamuka ni neema ya Mungu, kuishi ni neema ya Mungu. something? Leo hii baba anazikwa, si ni ukweli? Baba alipelekwa India kutibiwa, kama ni pesa inaponyanga angepona, lakini Mungu tu ndiye anapea mtu maisha ya kuendelea na Mungu ndiye anasema maisha yako imefika mwisho. Kuna watu wengine, kama ni pesa hawezi kufa. True or false? Kwa maana wanafanya bidii kama wao, na mtu mwingine tu mama anafuta ngamu, anakaa nyumba ya mia mbili, mtoto anakula mchanga, na huyo mtoto angojeki ni nini? Sema ni neema. Yani tunaishi hapa duniani kwa neema ya Mungu.